Mechi iliyopita Tanzania dhidi ya Nigeria ilizua gumzo sana bwana. Sasa ni kiwango ambacho alikionyesha Stars lakini pia Nigeria, kumekuwa kuna sintofahamu mtandaoni bwana. Watu wanasema kwamba light kama Stars angekuwa makini ile game, alikuwa anaokota embe chini ya mpapai, namaanisha alikuwa anaokota point tatu, kwa sababu kuna nafasi fulani walizimisi. Taifa Stars walikosa nafasi fulani vijana kama hiyo ilikuwa ni dakika za mwisho mwisho kabisa. hey, pale Kevin Joni hey, Eh. Anapoteza nafasi, nafasi nzuri kabisa mpira <laughs> hey, hey, ya, yani, hey. isingepigwa na Bwana Samata ule. Eh, alikosa kutrezani pale tunasema mchezaji ana stride pale anaenda moja kwa moja kambani yani, kwa hiyo. analala nayo. Anacheza kwa ajili ya timu. Sasa lakini James, ni kweli kwamba Stars zilikuwa makini ile game ukichukua point tatu au hata moja tu, kuchukua point tatu kwa mbele ya Nigeria ni ngumu hey, ila hey, hey, kwa mechi tuliyoonesha ni tulicheza mchezo mzuri sana. Unajua ni hmm, Taifa Stars kuna improvement kubwa sana wamepiga hatua, unajua hey, hey, kwa inacheza nyuma na size sawa inafikika, unajua Taifa Stars ya Gamondi, mimi nilichokuwa naamini kwa mfano mimi ni ile yeah, game nilizungumza like, nikasema hivi mm, angekupo ni kocha sipokuwa ni msaudi na kocha yule nani Morocco, Morocco yeah. Moroko, una guarantee ya kupata sare kwenye anapokuwa yeye kwenye benchi, kwa sababu ni kocha ambaye alikuwa solid sana kwenye timu yake, yani alikuwa anaweka solid sana. lakini ninapozungumzia Miguel Gamondi ni kocha ambaye akai nyuma, ni kocha ambaye anasema tufungue, tucheze mpira. Angalia Tanzania wamecheza zaidi ya Nigeria, walikuwa wanafika, mpira unaonekana <coughs> unaona kabisa mpira unafika, inafika, na nafasi zimetengenezwa. Kuna Baka alipoteza nafasi hivyo, tumeizungumzia nafasi aliyopata nani huyo, Kevin John, Kevin John ndio tunaia goliiaaaiano ya taifa Tanzania, ila kikubwa ni kwa safu ya ushambuliaji bado nafasi, yani tunajua kwenye mashindano ya AFCON na anacheza na mpinzani mgumu kama Nigeria, unatakiwa uwe clinical sana kwa kutumia nafasi atakuwa vizuri kwa inapotupata nafasi chache, sasa tunatakiwa kuzitumia, ila mm. makini zaidi unahitajika zaidi kwenye mm. mechi zinazofuata, lakini so far cheza vizuri, ila mm. bado Nigeria, unaweza ukasema tumepata goli, tumesawazisha goli mm. lakini ndani ya dakika moja tunasipigwa goli, ni kama fry, na, kapolo juu juu, Ya, yani, mm. na kiufundi waga nasemaga kisaikolojikali kwamba timu ambayo imetoka kufunga goli hey. <laughs> Asli, ina garanti kubwa ya kuruhusu goli, yani mdoaimetoa kufunga goli ina asilimia hey. nyingi kuruhusu kuruhusu kuruhusu tena. Kwa nini? hey. kwa sababu hey. kwa mfano, hebu ulize mtu acheza mbele ya Nigeria, pata hey. goli mbele ya kina Victor Osimhen eh, akina Victor Osimhen hey. na Lukman hey, Robbie Alex Robi, fundi eh, kiungo eh, alafu unapata goli mbele ya Nigeria. Ni kitu ah, eh, ambacho ni kikubwa sana kwa Tanzania. Akili zao wanawaza goli alofunga Mombwa lakini James lilofungwa tuliofungwa la pili kama kipa alikuwa amesujia upande wa chini hivi, James au mimi niangalia vibaya vibaya. Kwanza ah, ile kipa ko save ndugu yangu hey! Ile ni bomba, ile ni ukatieni. <laughs> mchezaji mkubwa ndio tamtuma pale hey! Angalia alivyokuwa napika. hmm. Walikuwa wanamuaza sana Osimhen. hmm. Osimhen hey! Ingawa wanasema kwamba tulifanikiwa kumkaba hey! Ingawa sofa hivyo lakini, kwa sababu unaweza ukasema ulifanikiwa mtu lakini mtu ana on target kabisa, yaani mchezaji umefanikiwa kumkaba, lakini ana on target alishafunga bao la ofsaidi, mlikuwa wapi? Mm. Aya, hapo hapo baada alishapiga kamba bila beki kusema kwamba kipa kashapotea maboya tayari, eh. Mm. beki anaenda kwenda kwa mchezaji mzuri lakini, angalia wachezaji wa Nigeria, unajua wachezaji wa Nigeria wengi wacheza liga England. soka la England ni soka ambalo lina force, ni mkita mkita, eh. Mm. wametoka kupoteza Tanzania, bado wanaanza kushangilia goli, mm. saka uliopigwa pale Robi, mm. Alex, Alex, Robi mwangalie na chukueza pale walisaka vizuri, mwamba anafija anafija left futa anaweka bomba ya maana ile, awezi kumlaumu goalkeeper isipokuwa tu i makini ambao tulikosa ndani ya dakika moja, tumetoka kufunga James, anamchinjia kifua. Bwana Ali Samata anasema kwamba kama Stars tungetumia nafasi vizuri, basi tungeweza kuambulia labda <coughs> sale ama hata point tatu. Ya maswali sawa, ndugu yako amezungumza, a mpinzani wako huyu, najua a mnabatwape yanga huyu ni Simba, huyu ni Yanga. Sawa, lakini aa, kwenye mambo ya Taifa, uh, Stars amesema kwamba kama uwa makini tungeweza kupata hata sale, lakini pia amemkingia kifua Mbwana Ali Samatta hiyo maneno ambayo yanaendelea mitandaoni. Nije kwako Pastor, kama uh, Nigeria nao najua alipata nafasi nyingi hawakuzitumia yeah, nao wangekuwa makini kwenye zile nafasi tungekula hamsa ama ingekuwaje? Yaani, hmm. Watanzania wengi tumebezi upande wetu tunasema, <laughs> Tanzania tungekuwa makini, hey, hey, tungeondoka hey, hey, na ushindi lakini ushindi, ukiangalia zile clear chance nafasi lizotengenezwa na Tanzania na Nigeria blaza, yeah. kwenye mizani ya vyendani Nigeria wametengeneza, yeah. clear <laughs> naweza nikasema zaidi ya tano yaani, yeah. yeah. zinahitaji tu kupushi mpila uingie kambani, hazina yeah. yeah. maelezo mengi, yeah. mengi wametengeneza, yeah. nyingi, mwangalie Chikweze anaondoka, yeah. na mabeki watatu anakwata yeah. nyuma, yaani shoti, naweza nikasema kwa asilimia mia, mia. Yeah. Nigeria alipafoma asilimia sabini, si tumeondoka na thelathini baa Angalia ile mipigwa ile mipira inapigwa na Iwobi mm. Inapasua kuta mbili za ukabaji mm. Yaani ni hatari, mwangalia chikwezi mm. Ana uwezo wa kondoka na mabeki wawili yaani mm. Angalia anapo receive mpira, mpira mm. anapotani muda wote goli mm. letu linafikika. Kwa hiyo yani ni shoti, wanazidi kuongeza pesa kwa tulivyocheza na Nigeri Nigeria ilivyocheza yeah. Lazar alituzidi vitu vingi. Nigeria alikava maeneo mengi ya uwanja, alitanua pande zote. angalia upande wa Shomali, muda wote Shomali amezidiwa. Angalia upande wa Shabalala, muda wote chikweza na mtafuta. Eneo la kiungo ndo hatuna melewano kabisa, hatuna playmaker tukoteana eh hey, tunakabia upande wa nyuma kabisa yeah. ukimwona okay, kumwangalia Novatus Dismas hamna kiunganishi chake na mtu wa mbele yani yeah. shoti hatuna playmaker zaidi, mipila inabaki kuishia huko nyuma tunapiga yeah. zile back Yeah. Ikienda mbele inadondokea kwa mtu mmoja la haielewi anaupeleka wapi huo mpira. Kwa hiyo shoti zile pasi zilizopigwa zinakata kuta mbili za ukabaji wetu yeah. na muda wote goli letu linafikika yeah. ilikuwa inatupa pressure sana, na Nigeria wametengeneza almost nafasi tano <laughs> clear yeah. za kuweka kambani kabisa yeah. Lakini ni ule sasa ubola mdogo mdogo, na niweza nikasema ni si ilikuwa ni pressure, si ndio? Makini mwenye mm. sikuelewa pale mm. Lakini baka nini alifanya kazi yake, lakini shoti alikuwa amezidiwa total. Kwa kama Nigeria ingekuwa makini kwenye zile nafasi, basi ingekuwa labda nafungwa saba. Mkono ulikuwa unatuhusu tusidanganyike, mkono ulikuwa unatuhusu <laughs> kweni kweni. Kwa hiyo ni kweli kwamba sisi kifuasi za kwanza lakini nasahau kuwa hata wapinzani nao walikuwa wametengeneza nafasi nyingi. Hicho si tunasahau kabisa kabisa. Kuna kitu kile kitu anasemaga hmm, anayecheka mwisho ndo anayecheka vizuri. Anayecheka mwisho ndo kicheko chake kinapaka stars. Hey, hey, ukiangalia stars dakika ya kwanza hey, hadi ya 90 sisi tumekuja kuperform robo saa ya dakika ya mwisho kabisa Kami, yani kuanzia yeah, ile 75 hadi 90 Stars ndo alikuwa mzuri, lakini yeah, huko mwanzoni kote Stars amekabwa shingoni blaza. Yeah, muda wote goli letu linafikika. Yeah, unamwona save za foba yani. yeah. Yeah, ukija ukiona kwenye timu yako man of the match ni beki au ni golikipa. Yeah, ujue yeah, 100% ulizidiwa uli, uli <laughs> yeah. Wote tusidanganyane yeah. si ti yeah. Star angepata yeah, yeah, nafasi mimi. Rudi hata <laughs> upande wa Nigeria yeah, angezitumia nafasi alizotengeneza. Yeah. Tuko tunaondoka na mkono. Sasa alichosema James kwamba anamkingia kifua Samata. Yeah. Unaungana naye. Ah, binafsi mimi kwa nature ya game ilivyokuwa. Mm. Sijaona kosa la Samata hata moja. Maana ukija ukiangalia kule mbele, mm. Hamna kiunganishi chochote. Hatakuwa na playmaker mchezeshaji. Mm. Zaidi Samata mwenyewe anatafuta jukumu la kutafuta mpira huko wapi? Mm. Awarishe wenzake. Mm. Lakini yeye ndo alitakiwa alishwe. Wao mm, ukiangalia watu waliokuwa namzunguka, mm. Kina Alphonse, yule mm. winga nani, mm. kina Msuva kidogo. Hmm. Ya kuwa yani hamna mtu wa kumlisha moja kwa moja, yeye anatakiwa feed kitu afu ndo aku, aku, aku, aku, akupe matokeo. Lakini sasa so, ukimwangalia kwa mpira ulivyokuwa unaenda kile kiunganishi cha katikati, hatuna attacking na old midfielder ni kama wametengana. mm. So, ilikuwa ina inampa ina ugumu yeye mwenyewe tena na lazimika katafute mpira baada yeye ndo arishwe kwa kidogo. Binafsi mimi sijaona kosa ah, tumalize basi kwa ufupi sana, nataka kwa ufupi tu yeah. Leo saa mbili na nusu na Uganda yeah. ngapi ngapi Lazima ah, kupiga mimi kudanganye siwezi ah, kwa faida ya watu ambao labda wana labda wanapiga wanapiga beti nini kidogo eh. Ah, kwa game la leo binafsi mm -hmm. Na sema shida utanzania ndio unakuja uniue ila <laughs> Uganda brasa anahitaji mandalizi sahihi. Uganda kaduzidi level ndefu ukiangalia ah historia ya game za nyuma kidogo Uganda na the best kuliko sisi. Na Uganda wasekafa mzima kidogo Uganda amepiga level ndefu. Ukiangalia ile lineup ya kikosi chao, ana watu wazuri na muhimu kwa wakati huu. Na ile game za nyuma tulizocheza sisi na Nigeria, na yeye aliyocheza na Tunisia inaongeza intensity na pressure hii game. Kwa Uganda, yeye mwenyewe anaamini, ndugu yangu Tanzania anamjua, anavyocheza anakuja kuchukua pointi tatu. Sisi wenyewe mtazamo wetu ndio huo, tukachukua pointi tatu. Kwa binafsi naweza nikasema nitabaki 50 50 maana Siwezi nikamsadiki Mtanzania moja kwa moja na siwezi nikamuua Mganda moja kwa moja, namjua Uganda uwezo wake uwanjani hey. Amekuja mkapa mara kadhaa ameondoka na pointi tatu, angalia game ya mwisho farukumia anafanyiwa saba anatia kamba hey. Kwao inshoti Uganda ameshatuzidi revo ndefu kwao ni, namna Sagamondi anavo hey, eh, eh, ni kwangu ni 50 50 ila ni hey. Yeah. ntamotia kocha anakuja yeah, na selection ya kikosi namna gani leo na wanda wa kikosi Faisal alikashaongezeka ni yeye sasa na alafu alivyo yatathmini makosa tu yafanya na Nigeria, na wapi wanaenda kuboresha ili tupate pointi tatu. Sawa, JM, kwa kifupi sana. Naam no, naam. No. Eh, matokeo leo yanakuwaje? Ah. Baba, hapa tunaongea kimpira, hapo uzalendo pembeni hapa. <laughs> E, eh na Na Uganda. na Uganda. Sisi ushindi wetu sa, sawa so, kesho asubuhi tutakuepo tena hapa 50 wa. 50. Uganda anashinda au sare, ni Tanzania ushindi. Yaani, kubeti hey. nampa Uganda hey. ashinde au hey. asare kwamba ah. Uganda anashinda hey. ushindi wa Tanzania ni sare. Kwa hiyo ah. mimi nimenyoka na Uganda. M mazima, -mazima. Mm. E, yeah.